Ah, uh, awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwepo mahali hapa tukiwa salama salimini. Uh, nikiuzungumzia mchezo, mchezo ni mgumu kwa sababu tunacheza na timu ambayo ni, ni mabingwa watetezi na pia kwa msimu huu ni title contenders. Kwa hiyo tunaenda kupambana nao sisi tukiwa kama Coastal Union tumejiandaa vizuri kuweza kupambana nao kama ambavyo tunapambana mechi zote za ligi. So, wachezaji, baadhi ya wachezaji ukiongea na off mic wanasema kucheza uh, timu kama yangu naweza mkapewa maagizo na mwalimu. Afika pale, ikaharibika mapema na mkacheza bila mabadiliko. Labda kuelekea kwenye huo mchezo mchezo uliopita na Kagera ni, kuhusu goli afungaje mkaruhusu goli mshoti kabisa. Maagizo ya walimu na hizi naenda kuyafuata kama ilivyo mtu anaenda kufanya kile ambacho anaenda kukutana nacho. Uh, sisi tukiwa kama wachezaji ni muhimu ni muhimu zaidi kufata maagizo ya walimu, kwa sababu walimu wao ndio kila kitu wana wanaelewa kila kitu kuhusu kuhusu mpira na kuhusu hii game tunayoenda kucheza. Kwa hiyo vyovyote atakavyokuwa mazingira yote tutakokutana nayo, lakini maagizo ya walimu ni muhimu zaidi kuyafuata kwa kwa dakika zote za mchezo. <muchasimu> Uh, mashabiki wao watarajie tu mchezo mzuri na kuamini kuwa Coast inaweza, inaenda kupata matokeo katika mchezo huu, kwa sababu matokeo kwetu ni muhimu katika michezo hii iliyobakia, na regardless tunachezana nani, lakini sisi tunaamini tunaenda kupata matokeo katika mchezo huu sawa so. Ha, morali iko juu of course, kwa sababu jinsi tunavyocheza michezo hii mingine na timu nyingine na michezo hii mikubwa kuna utofauti kidogo. Ikiwa michezo mikubwa, morali kidogo inaongezeka kupitia kwa hamasa za mashabiki wetu, viongozi, na sisi pia wenyewe wachezaji tuna tunataka kuonyesha kitu katika mchezo huu ili turudi katika hali yetu ya, ya, ya ushindani katika ligi. Sawa. So, nadhani tumemaliza kwa sasa. Ali ni kutakia kila la heri hey, na Mwalimu Joseph kuelekea mchezo wenu wa kesho. Asanteni sana.